Sasa mzee wangu, yani hapa kichwa changu kinawaka moto, sijui nianzie kipi na nimalize na kipi. Ile dawa ulionipatia yani, mpaka sasa sioni. Na dawa niliweka ndani. kumbukumbu ya pale nilipoweka ipo. ipo. lakini mpaka sasa pale dawa sioni. nimetafuta nyumba nzima hii. sijajua dawa ulionipatia imekwenda wapi na namuuliza mke wangu naye ananiambia hajaiona. Sijui kazi yangu itaishai tano. Unauhakika hiyo dawa uioni? Yani umetafuta kila sehemu baba? Hii ee nyumba yangu najua mpaka kona zangu zote za hii ee nyumba. Kwa hiyo mimi ni mtu mzima, haya nayokwambia ni kweli. Kinachoniumiza dawa imepoteajepoteaje yaani akili yangu yote inawaka moto. Nimejaribu hadi kutoa vitanda, kutoa kila kitu, hakuna mke wangu mwenyewe kanisaidia kutafuta muda wote hakuna. Oga kesi ya polisi, huwezi kuachia polisi wenyewe. Kwa hiyo tutaendelea kusubiri hivi hivi, lakini wakati tunaendelea kusubiri, mimi nampataje mwanangu? Unajua eh? kiasi gani naumia baba yangu? Kama kuna msaada wengine, au kama kuna dawa nyingine nipatie baba. Sio unamtaka binti yako? Ndio, twende Ilala. Kaka kikweli tumekwama katika hili. Yaani, hivi ninavyokuambia watu wanakufa kama kuku, na mimi ninavyoona hakuna mtu yoyote anaweza kutusaidia zaidi yako. Kwa tafadhali, chonde chonde, mambo utusaidie katika ili mm. ungaritanani oya oya oya, kwanza mimi nikupe pole kwa matatizo anawakuta. Lakini kwa bahati mbaya leo sio siku yangu ya kazi. Kwa sababu leo ni Jumamosi. Na kesho ni Jumapili. Sitofanya kazi. Lakini Jumatatu hakikisha unafika hapa ili tuweze kuifanya hiyo kazi. Sawa. Mimi nimekueleza. Jumatatu nitajitahidi kuja mapema sana. Kwa sababu hili swala linatusumbua sana. Yaani watu wanaanguka anguka ovyo ovyo. Yaani kama vile wana kifafa.

dinda mbola mbola nani hadi hapo hao udindi. Unaweza ukaenda, ila Jumatatu hakikisha unakuja tuifanye hiyo kazi. Sawa? Nimekuelewa. Kale mme wangu, nilichokisikia na kukiona ni kweli au ni macho yangu? Uh, hakuna kibayo ulichokisikia mke wangu, lakini walikuwa wanahitaji msaada, ndo maana kwa hivyo, hakuna ubaya wowote ule. Sasa wakati unanchumbia, mbona hukuniambia kama wewe ni mganga? Hakuna ila ni majukumu yangu hayo, unapaswa kuyafahamu pia. Lakini sasa, mme wangu, mpaka unanichumbia unanioa, mpaka leo mimi ni mke wako, ila hukuniambia kwamba wewe ni mganga. Halafu ukizingatia nyumbani kwetu sisi hawaamini uganga. Kwa kuwa umeamua kunificha, una machaguo mawili, uendelee na huo uganga wako au ubaki na mimi. Nahisi mpaka hapo ushanielewa.

Hodi hodi hodi! Mwote mneo ndani ya kichihuu, wakubwa kwa dogo, tunaomba tuweze kushirikiana kwa pamoja. Tupo katika mto huu wa maji yanayokimbia, basi leo tunasafisha mwili huu, tunamweka kijana huyu sawa. Kuanzia siku ya leo, mizimu ya kwa baba ya kwa mama iweze kuwa pamoja na iweze kumsimamia huyu kijana katika mambo yake yaweze kukaa vizuri. shule wote, wote pamoja nyumbani. Hapana rafiki mi yangu, mimi sio mchawi, bali watu wanazusha kuwa mimi ni mchawi, ila mimi sio mchawi. wansha kuniona mi mchawi naomba nyambia, rafiki yangu, ukweli. Situmwambia mtu yoyote, unaniahidi utomwambia mtu yoyote? Ndiyo rafiki yangu, ni mi kweli. Mimi sio mchawi, lakini nina nguvu za maajabu. Ni muongo. Kwa hiyo uniamini au ndio? Subiri nikuonyeshe Hapo vipi? Swaumu umeamini? Nje nimeamini, ila ila wana tano pale kwenye lile duka ndipo binti yako alipo. Mzee, mbona aachaksiaa? hebu usinifanye kama mimi nina wazimu. Mtoto wangu yuko wapi? pale pale. Mtoto wangu yuko wapi? Ikawaida kawaida uwezi kumuona, ila yuko pale. Wamemweka kuwa msukule, anawauzia wateja kwenye lile duka. baba hebu basi acha nsi wewe. Well, ni mtu mzima nini wakushimu, fanya hivyo baba yangu. Kwa macho ya kawaida uwezi kumwona, ila nitafanya jambo uweze kumwona oga Yule binti yako. Lakini tulikubaliana kwa hautoleta fujo zozote. Yule mwanangu, mimi mwanangu yule. Mzee wa tuondoke, tonde tu. Hivo, asante ah, habari yako, shema. Salama, samani. mumeo sijui, nimemkuta hayupo. amesafiri kidogo. Aha, basi sawa. Halafu wewe, habari za kuja. kumshirikisha mume wangu na mambo ya uganga sitaki, yaani sitaki na sitaki na sitaki. mazoea na mume wangu ya kichawichawi ya kiganganga siyataki. Aha. Sawa, nimekuelewa shemei, samahani sana ah. Vipi mbuba? Karibu. Asante uh, basi nitakuja kucheki muda mwingine ah, ah. Uh, karibu. Unawezaje kuja alafu ukaondoka haraka namna hiyo? Ni sawa, lakini nitakutafuta muda mwingine kiongozi. Ah. Nisawa, kini, Mbumba, mbumba, mke wangu, sasa ni utaratibu gani huu tunafanyiana? Hawa ni wateja na wanahitaji msaada, na mimi nipo kwa ajili ya kuwapa msaada. Kwa nini nafikia wakati unawafukuza watu nyumbani namna hii? Hmm, nilishakwambia hiyo kazi yako siitaki. Sasa ninaona hili jambo kwako ni gumu kulifanya, nitalifanya mimi nasi. Umeshanielewa mpaka hapo? Mmt, hizi ni hasara za kupata wanawake kama hao. Imeakanyaga mm. Habari yako Njenje. Habari yangu mimi, haina haja ya kunisalimia we binti eh. Mwangalie kwanza nyole zimenyonyoka, utafikiri si mwanamke aliyekosa matunzo kwa bwana yake. Ipi, unajisikiaje kufuatilia maisha ya watu? Maana mpaka wananichosha. Mbona unazunguka zunguka madako, bado sijaelewa? Yaani zungumza, nikuelewe. Maana sikuelewi kabisa unachokizungumza. Yaani unazungumza, una maanisha nini? Nataka nijue. Najua uwezi ukanielewa kwa sababu nazungumza Kisukuma. Ila nikizungumza Kiswahili ndo utanielewa. Na kuambia kwamba. Yaani mwanamke unejistiri na heshima yako. Uliokamilika. Uwezi ukakaa kibanzani kwanza kufuatilia maisha ya mtu. Nadhani hapa kapo utakuwa umenielewa au bado nitaka nirudie? Nisikilize wewe mwanamke nikwambie, Vitu unavyovifanya kutuchunguza sisi vitakugharimu maisha yako yote. Nakwambia kabisa. Yaani, polo kafanya mambo yako mengine kuliko kukaa kutifuatilia sisi, utaumia. He, Mtaumia <laughs> kwa nini? Nisikilize nje nikwambie. Mimi hapa hakuna binadamu ninayemuogopa zaidi ya kumheshimu tu namwamini Mungu peke yake. Sijaona mtu akukaa chini eti ananitishia maisha yangu, kwa sababu hata nyinyi mnamwamini Mungu, sidhani kama mnaweza mkafanya jambo lolote bila Mungu. Sasa kwa kipi ambacho mi nimekaa chini nimezungumza? Hebu nielekeze kwanza, maana sikuelewi. <laughs> Hmm. tantalala tantalala, unajikuta wewe ni kwa mwanamke shupashipa, sintio? Hey. Umeatimpa. Wasi mwanamke lijali, una nguvu. Tutaonyeshana. Mm -hmm. Sikiza nikwambie, mimi ndio jikela shupa. Onesta uyo chezea wewe. Sasa acha kazi, fanya kazi kwa makonde mimi tena. Siunjua tena. Ha, mbona kazi unayo? Supavu, lijali. Ulokosa matunzo mchini wewe na nywele zako zizonyonyoka. Kama una bwana kati una bwana. Hebu hmm. Nipishe huko, kaeleza chura hizo hazimtishi tembo kunywa maji ndelo Ze, wewe pale, mimi ungeniacha lakini, kwa nini unanifanyia hivi? Yaani namuona mtoto wangu, wewe utaki nimchukue Oga, hayo sio makubaliano yetu. Tulikubaliana tukifika pale nitakuonesha binti yako na wala hutoenda kumchukua. Sasa mbona kama unataka kuwa kinyume na makubaliano yetu? Ebu, ebu, ebu, babangu, ebu, naomba unisaidie. Yule mimi ni mwanangu, ni damu yangu mimi. Sasa namuona mwanangu anateseka afu mimi, mimi nishindwe kumchukua? Lakini pia mimi awa lazima niwafanye kitu kibaya Yani lazima niwafanye kitu kibaya. Wewe nipe kitu chochote, mimi nitafanya. Niruhusu nikachoma duka zima lile, mimi na uwezo wa kuchoma duka zima lile. Sawa, nitakupa hii dawa, ukifika pale upake. Lakini sasa unatakiwa kuniahidi kuwa hautoleta fujo yoyote ile, na unapaswa kumchukua binti yako kistaarabu, kwa sababu serikali yamenye uchawi na kama utafanya lolote baya, basi utaenda polisi na mimi sitohusika. Mimi nimekuelewa, sitofanya jambo lolote lile wala sitomzuru mtu yoyote. Nachohitaji mimi ni mwanangu tu basi, sitofanya kitu chochote kile na kwaidi